ya ng'ombe elfu moja wamekamatwa na maafisa maliasili katika mapori ya akiba wilayani Bukombe mkoani Geita na kisha kufungiwa kwenye mazizi kwa muda wa siku tano bila malisho, kitendo ambacho kimelalamikiwa na wafugaji kuwa ni cha kinyama. Wafugaji wilayani humo wametoa malalamiko hayo katika mkutano wa wakulima, wafugaji na mawaziri wa sekta mbili zinazoshughulika na kilimo, mifugo na uvuvi, Mwigulu Nchemba pamoja na naibu waziri wa maliasili na utalii, Ramu Makani. Habari kamili na Esta... Sumira kutoka huko Iringa. ng'ombe zetu zimekuwa zikikamatwa kwenye hifadhi, lakini hazijawai kukamatwa ng'ombe ambaye hazina mwenye nao, zile za wizi. Ng'ombe zikiibiwa huku kwetu, kwa mfano kwenye pori la halmashauri zikaingia kwenye hifadhi, zimekuwa ng'ombe halali, lakini ukibeba ng'ombe zako ukaingiza kwenye hifadhi, zimekuwa halali muone namna ya kutusaidia. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Bukombe, Doto Biteko, ameiomba serikali kuwachukulia hatua za kisheria maafisa wa wanyamapori kwa kuwatesa mifugo na kuwanyanyasa wafugaji. Wapo watu wanakwenda kulina asari, wanachapwa viboko hadharani na vijana wadogo wa umri kama wangu. Wazee wanavuliwa nguo na kuchapwa viboko kwenye mapori haya, wanapigwa na watu wa serikali. Mtu aliyesomeshwa na serikali, analipwa mshahara wa serikali, anatembea kwa gari ya serikali, anakwenda porini, amekunywa chai, amekula supu, dereva yupo, amelipwa posho wa serikali, unakwenda kumpiga viboko, unampiga fimbo mtu anayelipa kodi kukufanya uende porini. Mheshimiwa Waziri akenaaa fatia malalamiko hayo, naibu waziri wa maliasili na utalii Ramo Makame ametoa agizo kwa serikali wilayani Bukombe kuwachia mara moja ng'ombe wote walioshikiliwa na maafisa hao. Wale ng'ombe wote ambao waeo hawali hawanywi maji, kwanza ni kinyume cha sheria zingine, hata za kimataifa. Hayo ni mateso ya wanyama, au ng'ombe kama wako huku wamefungiwa mahali na na mtoaji wa maelekezo wa, am, kama yuko hapa, mimi simwagizi yeye kupitia sauti yangu hii kupitia vyombo hivi, na nikitoka hapa nitawapigia simu wanaohusika kabisa mara moja. Naye waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi ameiagiza serikali wilayani Bukombe kuhakikisha inaunda kamati kati ya wakulima na wafugaji kwa kila kijiji ili kuondoa migogoro ambayo imekuwa ikiwakumba mara kwa mara. Ni lazima kwenye kijiji ambacho kina mifugo na kina wakulima. Kwa wilaya simamieni hii, lazima sehemu ambayo ina mifugo na wakulima lazima tuwe na kamati kwenye kijiji kile, yenye uwakilishi wa wafugaji, yenye uwakilishi wa wakulima, wakubaliane sehemu ipi ni ya malisho, sehemu ipi ni ya kilimo.